Hamna shida amai... mimi mbu, nashukuru mwana wangu, nilivunjika mguu nilipoingiza gari pale Ugarawa mwana shumi. Nashukuru kwa heshima yako una bwana ni diwani diwani, hey. Diwani. Hey. mimi nimekupenda sana mimi, naomba hapa mpira wa maji eh majina yake majina Wee baba, nakuomba unisaidie maji, unisaidie maji baba, hakuna maji nyumbani huko. i hawa waliugua mpaka hospitalini, ni kweli anaposema nikutana hospitalini, yani nikumusha mbali sana mzee, na yeye nafasi naomba ama Aba sisi tunakuchagua, tunaomba hapa loli za maji hizi kutusaidie, pia na sekondari tunakuomba mtusaidie hapo ipo kwenye sekondari, sekondari ijengwe maanake manake, sekondari serikali miaka iliyopita tulipewa barua kwamba tunapewa sekondari ijeni, lakini ikaja ghafla tukaona Mkongobaki, sekondari hatuna. Sasa kama mheshimiwa, nani mheshimiwa anayogombea saizi, tutatusaidiaje kwenye upande wa sekondari?

mua kwenye kamati na lakini paro... wanataka nichukue nafasi, chama taifa kikanikubali. Ndio maana sasa hatuna mgombea, kwa sababu chama kimeandaa nigombee mimi, wanikakinikubali nichukue fomu, kwa hiyo nikachukua fomu nikajaza kwa uzuri vizuri zaidi Jina limepita. Sasa nimekuja kugombea nafasi ya udiwani, nataka kusikiliza changamoto zenu, na mimi nitayasema niliyakuta mengine, mnayo nini. Kwa hiyo hizo changamoto inatakiwa tushirikiane kuweza kuzi, kuzichambua. Kwa hiyo kwa nini wananchi walitaka nigombee, na mimi nimekubali. Hizo shida zipo kwenye kata yetu. Jambo la kwanza maji, maji vijiji vyote hakuna maji pale Ugera kuna vimaji vilikujaga wakati wa Mariamu Miraba, kaka yangu, mnajua, waisani walikuja, lakini sio serikali. Lakini maeneo mengi hakuna maji, lakini haya maji yanapita mitoni, yanakwenda bahari ya Hindi, serikali inaangalia. Mtu binafsi anaweza kufunga maji kutoka kwenye chanzo akamwagilia vipalila, serikali inashindwaje kuleta? Na kwa hiyo ninavyokuja huku, ninavyoongea kwenu leo vijiji ambavyo tayari nimeshaviombea miradi. Nimesikia kuna michango inaendelea hapa, najua yani, sisemi msiendea ovi, lakini maji ambapo nimeona ni changamoto kubwa, na pia Ugera yapo ni Mkongobaki na Lipangala. Nimeshaongea na wahisani, sio serikali, waliopeleka maji Shangwe. Kwa maana najua ndio wale wale, mkaulizia kina nani, na Madunda na maeneo fulani wamepeleka. Kwa hiyo kuna mabwalo ya watoto wetu kwa kupikia chakula kama Lipangala hapa, sijui kama lipo Tumeomba watusaidie kutujengea bwalo bila mchango wote, na maji hapa. Maji nawahakikishia, maji yanakuja haraka sana. Ni kampuni ya mtu binafsi, mimi na mahusiano ya watu wazuri sana wengi. Kwa hiyo maji Mkongobaki yatakuja. Huo mchango wenu najua upo sawa, lakini maji tunataka watu wachimbe mpaka mabwao ya kufugia samaki, kwa sababu tuna mradi wa samaki hapa naozungumza, maji yawe ya kutosha bila maji afya haipo. Kikifika kipindupindu, maji kama yapo, watakufa watu wangapi? Kwa hiyo tunazungumza maji yafike ya kutosha, ya... kulitakiwa na Ugera nimeshawaambia. Nalipangala tunao mradi ambao umekwama kwa ajili ya mgogoro wa CCM wanavutana, ule kuvutana ule mpaka ukafanya viongozi wa CCM wote watoke Ugera, na wengine naona sifa kuwa viongozi. Mimi najua hawana sifa kabisa. Kwenye mtandao mwa akiandika kitu mbako nasema imekenyaga kuku nini, yaani wamempa mtu kumkomesha mtu mwenye sifa Mkongobaki. Ah, chama kikumbatiwe na Ugera. Mimi nawaahidi mgogoro ndio kuisha. Jambo la kwanza, tuna josho ilishapitishwa seaujenga Ugera si ndio? Nikiwa mimi kama diwani, mifugo vijiji vitatu Yalipangara na vijiji vitatu Lipangara, Ugera na Mkongobaki, mifugo ipo Mkongobaki muanze kutafuta wapi tutajenga josho kwa sababu kichako toka mwaka juzi kimesimama. Josho litakuja Mkongobaki nikiwa diwani kwa sababu hata Njombe mjini pale kuna watu tu hakuna josho. Josho unapeleka kule kwenye mifugo. Unapopita Amani kwenda Ibuni unaona josho lipo porini. Kusimona mbona na sisi? Kwa hiyo nawaahidi Ugera kuna watu wawili, kuna shukia nani wenye ng'ombe kwa hiyo ninyi mwanze kuangalia mimi naomba niwa, niwakishie, mimi nipo imara kwenye kusimamia hamtaamini, mwambieni wane nifahamu. Mimi mimi naingia ofisi yote nikiwa kama diwani, nitaidhinisha josho lijengwa, moja ya mapatano mengine ndowatuanzie hapo. Jamani, watu wa Mkongobaki wasikilizwe, sijui kama nielewa. Kwa hiyo nawaahidi josho. Nakuja huku shule kuanzia elfu mbili ishirini na saba wanasema shule za msingi zote zitakuwa na chepua sekondari hatutatakiwa kusubiri mpaka huo muda. Sisi kama ni sekondari kwa watoto na idadi iliyopo hapa, sisi tukae tuone namna gani, tufanye nini, serikali itukute tukiwa njiani. Na mwaka jana niliaje pale sekondari tuijenge tu, tu, tu, tu hapa ili na mtu wa Mkongobaki zile dukuduku ziondoke. Nipo imara katika kusimamia na kutaka haki. Nataka mtu amkongobaki akimkuta mtu wa Ugera afurahi na Lipangala afurahi. Kwa hiyo sekondari inakuja hapa pale kuna sekondari lakini, kuna watoto wangapi wa kuhesabia tu, kwa sababu watoto ndio wanatoka huku ni bekeli huku tu bekeli huku namna. Umeona kuna michango ndio kuachaniwa pale, imekuwa migumu. Wakinishirikisha wanawaambia ninyi mmeleta changamoto hii, kwa hiyo CCM wameacha kusuluhisha mgogoro. Watu wa Mkongobaki wasikiza, kwa nini wamekazana vitu ya kweli bila ndikuri, tuwaweke pembeni, waambie wafanye nini, watusubiri.